Basi picha inaanza tukipelekwa jimu, huku tunamwona mwanadada kwa jina la Star ambaye ni trainer katika jimu ile, na pale tunaona akiwa anatoa maelekezo kwa wanafunzi wake. Kipande kingine tunaona wanasiasa wakiwa kwenye kikao. Katika kikao kile wanajadili jinsi ya kumsaidia Shola kushinda uchaguzi kama seneta mpya. Amila anawaambia tumefanikiwa kushika majimbo matatu, na wanampigia makofi mwani ya kiti cha useneta ambaye ni Shola kumpongeza Amili anaongeza sema tuna shida na jimbo moja, jimbo la Kampul community ambalo hatujafanikiwa kuwashawishi kabisa. Shola anamuuliza, una mipango gani ili tuweze kufanikisha kula katika jimbo hilo? Oh, bado sema nahisi itakuwa vizuri tukipata mkono kutoka watu wa ndani wa jimbo hilo Sawa, inabidi upange mikakati mapema ili tukamilishe hili swala na tupate kula zao mapema yaani. Shola anayetamani sana nafasi ya kuwa seneta, kwani ni ndoto yake tokea utotoni. Baada ya kusema hivyo, wanafunga kikao na wanaondoka. Basi jioni Mwamba akiwa home anatembelewa na Honorabu Ambrose akiwa na mtoto wake wa kike Veronica. Veronica anamkubali sana Mwamba, Shola sema muhuni ndio amwelewi wa kabisa. Wakiwa sebuleni, mzee anampigia promo mtoto wake wa kike. Kijana, nafikiri unajua kwa nini nimekuja hapa. Ndiyo mkuu katika majimbo matatu tumeweza kukubaliana nao upate kula zao kama tulivyokubaliana, na kwa niaba hiyo tukakubaliana utamuoa mwanangu Veronica. Ndiyo mkuu, nashukuru sana. Shukrani yako haitoshi, nahitaji kujua ni lini utamuoa mwanangu. Ah, mwisho wa mwezi mkuu, nitakamilisha neno langu kwa kumvisha pete mwanao. <laughs> Vizuri sana kijana. Sasa hayo ni moja ya maamuzi yaliyojutia kufanya, huko mwishoni tutaona. Baada ya maongezi hayo mzee Ambrose pamoja na Veronica wanaondoka. Amili anapinga ndoa kati ya Veronica na Sholo kwa kumwambia Mwamba kuwa ana uwezo eh, wa kuchagua anachokitaka. Bosi, unajua sio lazima umuoe Veronica, kuna wanawake wengi wazuri tu unaweza ukawapata. Sio rahisi Amil, Veronica amefanikiwa kupata anachokitaka kutoka kwangu, na ukizingatia anahitaji kushinda uchaguzi huu, na Honorabu Ambrose baba yake ndio ana ushawishi mkubwa katika ushindi huu, kwa siwezi nikamvuruga Yaani, mshikaji yupo radhi afunge ndoa bubu, lakini apate nafasi ya kuwa seneta katika uchaguzi basi. Kwa upande mwingine, tunawaona wahuni watatu na pale, kuna Jud Masho na Ajai. Yani hao ndio makontawa wa mtaa, ukiongea kitu lazima mtaa mzima wasikilize, alafu ndio wanatoka kwenye jimbo ambalo linamsumbua sana kichwa shola katika uchaguzi pale. Tunamwona Star akiwapatia madikodiko, yaani wahuni wanamsifia sana, kwani anaishi nao vizuri pale mtaani. Hey, wahuni wana vibe kinoma. Basi siku iliyofuata amili anampeleka shola jim katika ule mtaa wa makontawa ili atengeneze connection na mtu kutoka mtaa ule. Hii yote ni kwa ajili ya promo za uchaguzi. Wanapofika jim, wanakutana na Star kama manager wa pale sasa bidada na matani kweli kweli, hajawahi kuwa serious. Alafu sasa ndio kakutana na mwamba shola kama ametafuna ndimu hivi. Samani, tunamuulizia meneja wa hapa. Oh, ameondoka. Amjiepishana naye hapo mlangoni. Uh, hapana, hatujamwona <laughs> na watania tu, mimi ndio meneja. Bidada anamsalimia shola, lakini mchizi anatia ngumu tu. Sasa mwamba kayatimba, amegoma kumsalimia trainer wake, kitakachomkuta ni balaa. Basi wakati wa mazoezi, shola anapewa mazoezi magumu kinoma. 30 31 32 29 12 he Bona namba zinarudi nyuma tena. Baada ya hapo wakahamia kwenye uzito. Sasa pale kwenye uzito bidada anamwekea kilo za kutosha. Mshikaji anajikakamua kuvuta lakini hafui dafu. Kuona vile bidada anamcheka tu. Mshikaji akati tamaa hivyo anavuta tena lakini wapi? Unajaribu kuniua sio? Meneja, tupunguze uzito kidogo. Hapana, tuendelee ndio mazoezi hayo. Yaani bidada anamkazia ya mshikaji. Mshikaji naye anajikaza mpaka anachoka yani. Baada ya kuona Shola amechoka, bidada anaamua kusitisha mazoezi sawa. So, basi inatosha kwa leo. Na baada ya hapo mshikaji anaelekea home. Akiwa kwenye gari, Amile anamtania tu kuhusu Star. Siku iliyofuata Mwamba kama kawaida anaenda gym. Sasa kwa bahati mbaya siku hiyo anaumia akiwa katikati ya mazoezi. Basi chapo bidada anamkanda pale na kumtuliza maumivu, kumbe ndio connection inaanza hivyo baada ya mazoezi wanatoka jimu pamoja. Pare Staa anakutana na Amila anayemwomba ampe lift mpaka kituo anachofikia. Sema bidada na kazi yake, akisema anataka Mwamba Shola ndio amuombe. Chap Shola anamwambia sawa, twende, panda twende. Yaani mshikaji acheze na opportunity. yeye kama mwanasiasa kama. Baada ya nusu saa wanamfikisha bidada mpaka senta anayofikia. Chap anashuka kwenye gari na kuvuka barabara, wahuni wanavomuona tu hivi, yani ni shangwe balaa. Kwa upande mwingine, huko nyumbani kwa Shora, Amira anamwambia inabidi tumtumie yeye kupata kula katika mtaule, sema mwamba anakataa, hatuwezi mfanyia hivyo itakuwa kama tunamtumia bana. O, oh, kwa nini hutaki? ushaanza kumpenda nini? Hapana, hamna kitu kinachoendelea kati yetu. Kama ni kweli basi nihakikishie kwamba hamna kitu kinachoendelea kati yenu. Baada ya kuambiwa vile, Shora hana namna, anakubali kwani hataki Amira ajue kuwa anachanganya kazi na mapenzi. Basi Shora anabanwa sana na Amira. Hivyo siku iliyofuata unalazimika kwenda kuongea na bidada ya kumuomba awasaidie katika kampeni yao ya uchaguzi. Sawa, kwa hiyo mnahitaji niunge kampeni yenu? Ndiyo. Mm, sawa, lakini kwa sharti moja. Sharti lipi hilo? Nipate usiku mmoja na wewe. mm? Mwamba Shola haelewi kabisa kinachoendelea, kumbe anataniwa. Bidada anacheka kinoma, yaani anamtania muuni balaa. Natania tu bwana, hata ucheki sawa. So, basi nitawasaidia. Asante, tutakulipa kwa msaada wako Sihitaji hela zenu, nitakipata ninachokitaka kutoka kwako muda ukifika. Yani bidada ni kumtania tu Mwamba basi. Amire namshukuru sana kwa sapoti yake na wanasepa home. Bidada sasa namwaga Mwamba bai. Mwamba anavyorudi home anashindwa kabisa kumtoa bidada sta kichwani, kwani anamuwaza muda wote. Kuondoa mawazo hayo anaamua kunywa waini, lakini wapi, mshikaji anashindwa kuvumilia kabisa, hivyo anafanya maamuzi magumu. Upande mwingine tunamwona bidada akiwa ametulia nyumbani kwake akishushia waini, mara ghafla anasikia mtu akibisha hodi mlangoni. Anapoenda kufungua anamwona Shola. Mwamba anaanza kujumauma kuongea na manzi. Aa, nilikuwa napita maeneo jirani na kwako, nikaona itakuwa vibaya nikipita bila kukusalimia. Kumbe Mwamba ametoka kutoka mtaa wa nne mpaka kwa manzi. Karibu ndani tunywe waini kama hutojali, njoo ungane na mimi. Basi Mwamba anaingia ndani baada ya mbili tatu na stori za muda mrefu, mwamba anafunguka hisia zake kwa manzi. Najua sipasi kukwambia, lakini umenikaa kichwani sana, yaani muda wote nakuwaza tu. Vidada anamchola tu, hamwambii kitu, kumbe na yeye ana siri yake moyoni ya kumkubali Shola. Baada ya stori na kuchangamsha vichwa kwa muda mrefu, mwamba anasepa kuelekea home kwake. Wakiwa nje wakiagana, mwamba anaomba kupata nafasi ndani ya moyo wa manzi, kisha anamkisi pale. Asante kwa kampani yako. Kisha mwamba huyo basi siku iliyofuata, wakati wa kikao, Shola anamwangalia Star tu, yaani kikao asikilizi tena, uchangamsha mambo Star anamtumia meseji za mizagamuo tu, jamaa akili yake yote inaishia huko, yaani anaona kama wapo wote nyumbani. Bosi, una chochote cha kuongezea eh? Uh, ndio, kama ulivyosema ni vyema tutekeleze ulichokisema hapo mwanzo, yaani jamaa aelewe hata mada iliyokuwa ikiongelewa. Basi ule usiku Mwamba anaenda tena nyumbani kwa manzi. zile meseji ulizonitumia kwenye kikao, ni kwa nini ulifanya hivyo? Nilijisikia tu kukutumia nimegundua unacheza sana na kichwa changu mpaka nashindwa kufocus. Yaani mwamba amemfika shingoni hivyo, anamwambia bidada, naomba kama hichi kilichopo kati yetu ni utani na sio mahusiano, basi kiishi sasa hivi. Yani bidada anacheza na akili ya mwamba balaa. Kuchangamsha mambo kati yao, bidada anaelekea jikoni bila kuchelewa. Mshikaji naye anamfuata huko huko, hakupoteza muda, tunaona anambananiza kwenye ukuta hivyo, star anamuuliza unataka nini Shola? Kusikia hivyo, mwamba hakuchelewa anamsogelea, alafu anamkisi bidada. Usiku ule Star anashindwa kulala kabisa, na upande mwingine huko nyumbani Shola naye ni hivyo hivyo. Sasa wanapimiana nani aanze kumwambia mwenzake usiku mwema, huku Mwamba formula zikai kabisa kichwani ni kuzunguka chumbani tu. Basi tunaona siku hiyo ndio inaisha hivyo. Siku iliyofuata Mwamba anamuita manzi nyumbani kwake. Mwamba anazuga tu na mada nyingine, ni nilikuita kwani nilitaka tuongelee mambo ya uchaguzi. Bidada ya kumbe kaisha msoma, najua sio hicho ulichoniitia, kwani kama ni hicho tungeweza kuongelea kwenye simu tu. Hivyo Mwamba anaamua afunguke tu, Ah nilitaka nikuone Sawa, nimekuja. Kwa nini ulitaka kuniona? Uh, kwa sababu nakutaka Star. Unanitaka? Ndiyo Star. Kusikia hivyo bidada anacheka tu, kwani amefurahi sana kupenda unamshikaji, wakiwa wanabebika mara ghafla Victoria anatokea. Mpenzi nini kinaendelea hapa? Oho, ishakuwa msala mia kwa hamsini zinagongana pale. Basi bidada anajitambulisha mimi ni Star, lakini Vicky anamwangalia tu. Ehe, kunafanya nini kwa mpenzi wangu? Haraka mwamba anakanusha, sisi si wapenzi. Mpenzi unanikana? Kusikia hivyo Bedada Star anaomba kusepa kwani alijisikia vibaya. Victoria, unafanya nini hapa? Shola, huyo ni nani? Haikuhusu bwana. Yaani umeleta mchepuko wako hapa kwenye nyumba yetu ya ndoa na isinihusu. Niambie kwa nini umekuja hapa? Nimekuja tuzungumzie mipango yetu ya ndoa kwani ni mwisho wa mwezi huu. Victoria, unaelewa kwamba sikupendi lakini usiwaze kipenzi. Utanipenda tu muda ukifika. Utanikuta chumbani baby. Nyama hiyo inaelekea buchani. Basi siku iliyofuata Mwamba anaenda nyumbani kwa Star na pale anakutana na makontao wa mtaa ambao wakisema neno mtaani kwao ni sheria. Yani sipendi wanasiasa kabisa, ni waongoongo sana. Nikimwona mmoja, inaweza kupandwa na kichaa. Yani wanamtishia Mwamba ni balaa. Yani Mwamba kochi Ndela moto Star anaongea nao kwani ni familia, na wanakubaliana kumsaidia Shola kushinda kula katika jimbo hilo la Makontawa. Basi baada ya maongezi, Shola anabaki kuongea na, na Star ili waweke mambo sawa. Mwamba anamshika kidevu, mtoto mzuri pale. Nitakubusu sasa, nizuie kama utaki. Bidada hana jinsi, kwani naye anamkubali sana Mwamba. Shola anamwambia Star, nakupenda sana Star, lakini una mwanamke Hapana, Veronica ni mtoto wa Senator Ambrose ambaye nalazimishwa nimuoe kama nataka kushinda uchaguzi huu. Lakini sina hisia naye na kupenda wewe. Itakuwaje sasa? Unafanya nini kuhusu hilo? Sijajua kwa sasa lakini napambania niweke kila kitu sawa na kuahidi kila kitu kitakuwa sawa. Basi bidada anakubali kishingo upande kwani hataki kumpoteza Mwamba. Siku iliyofuata ofisini Mwamba anawaza bidada tu. Yaani lute za gym zote zimeisha kata, haendi tena. Anabaki kuwaza tu akienda gym ni kubebika na manzi. Amira anamuita. Shola kimya. Bro, eh? Eh? Upo sawa? Ndiyo, basi tupitie pitie ajenda kabla ya kikao. O, sawa. Mwamba alikuwa mbali kimawazo. Yani baada ya kikao tu Mwamba ruti moja mpaka kwa manzi. Wawili wale wanapiga stori mbili tatu, wakishia stori za wa maisha yayo huku wakijuana zaidi. Yani mwamba anamaliza siku nzima pale. Basi siku iliyofata asubuhi, mwamba anamwangalia manzi tu akiwa amelala. Mara ghafla anapigia simu na, na dereva wake kumjulisha amefika kumfata kwa ajili ya kikao Mwamba anambusu mtoto mzuri na baada ya hapo anajiandaa chapu na kwenda kwenye gari. Anapofika kwenye gari, wahuni wanamvagaa. Bosi bosi, kiongozi, tuachie hata yasoda basi. Unajua huu mtaa ushaanza kukuelewa kwa sababu yetu eh? tunafanya kazi kubwa sana em, tuachie hata yasoda, angalau tukapoze roho. Mwamba anaangaza kwenye gari na anatoka na vibunda tu, afu anawagawia makontaa wa mtauli. Asante sana bosi. Baada ya hapo mwamba anasepa. Bidada anavyoamka asubuhi anapokea delivery ya money plata kisinia cha asubuhi ya, yani kimeshindilia namba vitu vitu, yani madikodiko matamu matamu pale. Nimekipokea kipenzi, asante. Ukiwa anaongea kwenye simu hivi, mara ghafla Veronica anatokea. Baada ya kumwona tu Mwamba nakata simu. Veronica, unajua itakuwa vizuri ukiwa unanipa taarifa kabla ya kuja nyumbani kwangu eh? Shola, ulikuwa unaongea na nani? Haikuhusu. Kwa nini upo hapa Veronica? Kipenzi, inabidi uache kuniuliza maswali ya kijinga kwani siyo muda tutafunga ndoa na nina haki ya kuwepo hapa. Hii ni nyumba yangu Veronica. Unamaanisha nyumba yetu baada ya kuoana. Baada ya kusikia hivyo Mwamba nakosa usemi. Sema nini, Shola? Sijeje hapa kugombana. Nimekuja kukukumbusha kuwa inabidi univishe pete ya uchumba siku mbili au tatu kutoka leo. Ndio, najua Veronica, sijasahau. Sawa, hii hapa pete. Muhimu uje nayo kwenye propose ya uchumba. Nategemea utafika bila kuchelewa. Asante. Basi nyama inageuka na kusepa, yaani Mwamba fomula zikae kichwani, kwani anaona ya mambo yake na Star yanaenda kuharibika. Sasa yale maamuzi ya kumuoa Veronica yameshaanza kumtafuna mshikaji. Naam, siku mbili zinaisha na Mwamba anakamilisha jambo lake na Veronica. Basi siku iliyofuata usiku, tunamwona Mwamba akienda kwa manzi yake Star. tunamwona Mwamba akifika pale kinyonge sana. Star anamuuliza vipi kipenzi, kuna shida yoyote? Kimya. Mbona kimya kipenzi, kuna nini? Uh, ndio, nipo sawa tu Kumbe Mwamba amekuja kumwaga Star kwa mara ya mwisho baada ya kumvalisha Veronica pete ya uchumba, sema Star halijui hilo. Basi Mwamba anamwaga vizuri kabisa kwa mara ya mwisho, na baada ya hapo anampatia zawadi za thamani sana. Nini kinaendelea kipenzi? Mbona leo umenipatia zawadi nyingi hivi ndani ya siku moja na siyo hata birthday yangu? Mpenzi, nataka tu nikuoneshe jinsi ninavyokupenda. Asante mpenzi basi siku iliyofuata tunamwona bidada akiwa gym na wanafunzi wake, hasa za kawaida za maisha yake ya kila siku. Mara ghafla, Veronika anatokea amejaa si la kweli, baada ya kugundua kuwa Star alilala na mpenzi wake. Star ajekaa sawa, kula za uso watu wote. Hey, kuna nini kinaendelea? Hicho kibao ni kwa ajili ya kulala na mpenzi wangu? Sio mpenzi wako, unajaribu kumlazimisha akoowe lakini hakupendi. Ndio kaishanioa sasa na pete ameshanivalisha. Kuona vile, Sta aamini macho yake Haijalishi, bado wakupendi. Unafikiri najali kikubwa? Sasa hivi mimi ni mpenzi wake wa maisha, nina haki ya kujenga familia na yeye pamoja na kukaa naye ndani ya nyumba moja, lakini wewe utabaki kuwa mchepuko tu, na akisha maliza kukutumia, hataama kwa mwingine mrembo zaidi yako. Nyambafu kabisa na umrudishe mpenzi wangu nyumbani, tuna nyumba ya kujenga. Kuambiwa vile, star naumia sana. Bidada anaenda mpaka changing room kujificha. Akiwa huko ni kulia tu, hasira zimemjaa, lakini hawezi kufanya kitu. Basi Star anavyorudi nyumbani, anaongea na Shola. Shola anashangaa sana kujua kuwa Star ameshagundua kuwa alimvalisha pete Veronika. mchumba wako amenaibisha mbele ya watu wote pale kazini kwangu, hakuishia hapo, akanishushia na maneno ya kashfa sana, Star anaongea huku amejaa sumu sana. Mwamba anajaribu kujieleza, lakini Star amwamini tena. unataka kunigeuza mimi kuwa mchepuko wako, siyo? Hapana mpenzi, siyo hivyo hapana. Shola, nahitaji zaidi kuliko haya mahusiano, nataka tuoane. Kipenzi, siyo rahisi hivyo. Kama sifai kuoana na wewe, naomba uondoke kwangu sasa hivi. Punguza jazba, mpenzi. Hapana, naomba uondoke na mahusiano yetu yaishie hapa hapa, kuanzia sasa. Sawa stani, nitakupa muda utulize akili yako. Lakini bidada haelewi, anamwambia mwamba wachane na aondoke kwake. Kinyonge mwamba anasepa pale. Basi baada ya kutoka pale, tunamwona mwamba akirudi homu kwa hasira. veronika Veronica, unathubutu vipi kuingilia maisha yangu? Kabla hajaendelea kuongea na Veronica, anatokea mamtu. Mwanangu, umeniaibisha sana! Kumbe bidada alifikisha kesi kwa mama mkwe bwana, na tunamwona maza akiongea na mwanaye. Mbona baba yako miaka yetu thelathini ya ndoa mpaka umauti wake hajawahi kulala nje, na wewe siku moja tu baada ya kumvalisha Veronica pete umeshaenda kulala na mwanamke mwingine, mwanangu Mama, nampenda sana Star. Moyo wangu haupo na Veronica, na unajua simpendi, lakini mnanilazimisha mama. Muda huu naomba unisikilize, siwezi kuendelea hivi mama. Mtu anakosa cha kuongea kwani anaona mwanaye amekazia msimamo wake tu. Usiku kabla mwamba hajalala anapiga simu kwa Star, simu nyingi, lakini bidada anaziangalia tu. Mwamba naye achoke kupiga simu na bidada naye achoki kuziangalia. Basi siku iliyofuata mwamba na Mwamba amili amwagize deliveryman apeleke zawadi kwa bidada kama njia ya kuomba msamaha. Dakika kadhaa baadaye deliveryman anafika kwa Star. Samani madam, kuna delivery kutoka kwa honorable. Virudishe kwake. Vipi kuhusu keki, madamu? Hapana, siitaki baada ya msala huo wa moto kwa delivery man, basi delivery man anampigia Shola na kumwambia amezikataa zawadi. Mkuu, amedai nikurudishie. Uh, sawa basi, nitakupa utaratibu mwingine, acha zibaki hapa ofisini kwa sasa. Mwamba Shola akiwa amechili nyumbani kwake anatokea mzee mtu. Karibu mkuu. Ndiyo nimekuja, nina jambo la kukushirikisha haraka, sina haja ya kukaa. Nataka mahusiano yako kwa mwanangu Veronica yawekwe wazi mitandaoni. Baada ya kusema hivyo, mzee anasepa. Sasa hii inamchemsha kichwa Mwamba balaa na hayo maamuzi ya babake Veronika yametoka moja kwa moja kwa mwanaye, kwani ameona njia rais rahisi ya kumiliki Shola ni kuweka mahusiano yao wazi mtandaoni, hivyo itamzuia Shola kuonana na Star tena. Basi bila kupoteza muda, siku hiyo jioni, Mwamba anamzukia manzi jini, lakini Star bado ana jazba, hivyo anaondoka pale na kumwacha mwenyewe. Basi usiku ule, baada ya Mwamba kurudi nyumbani, Veronika anamtengea msosi. Vipi, siku yako ilikuwaje kipenzi? Mwamba anauma meno tu na kunywa waini. Shola mbona unijibu Shola, naongea na wewe. Kwa nini unijibu? Nimekubali kuoana na wewe, lakini sio kukongeresha. Veronica, unajua sikupendi, lakini unalazimisha. Kwa taarifa yako, mimi na wewe basi. Unamaanisha nini kusema hivyo? Kuanzia muda huu, navunja mahusiano kati yetu. Kusikia hivyo, bidada anawaka na hasira. Shola, unanetania eh? nahisi unijui vizuri eaaamu mpaka namwagia muuni waini. Nimekutengeneza wewe, yaani wewe sio kitu bila mimi. Uendi kokote, lazima tutaoana tu Mwamba na jamu hivyo, anasukuma kiti kwa hasira, kisha anasepa pale kuepusha msala zaidi. Shola, unaenda wapi mshikaji? Aongei kitu, anasepa tu. Baada ya kusepa pale, Mwamba anaenda moja kwa moja kwa Star. Nilikumisi kipenzi. Bidada akaishapoa sasa. Nilikumisi pia, siturudiane tu Star. Siwezi, una mpenzi. Nimevunja mahusiano na Veronika. Bidada haamini baada ya kusikia hivyo. Ingetokea tu mara moja au nyingine, kwani hatupendani? Vipi kuhusu uchaguzi? sasa sijali kuhusu hilo, sasa hivi nitakapofika katika hilo daraja nitaangalia namna ya kulivuka. Basi Shola anafanikiwa kumshawishi Star na wanarudiana. Bidada anamtia ngumu, lakini kwa upendo walionao juu ya Mwamba anaamua kubali tu. Shola anaelewa kuwa amevuruga mambo tayari kwa kugoma kuoana na Veronica, tu ni msala tosha, kwani familia ya Veronica ndio imeweka nguvu kubwa sana katika uchaguzi wake. Basi siku iliyofuata Maza anawahi kwenda kuongea na mwanaye, kwani amesikia taarifa za Shola kuachana na Veronica. Mwanangu umefanya nini? Naomba nielezee. Sawa mama. Kabla Mwamba hajaongea tu Yuko wapi huyu kijana asiye na shukrani? Useless kabisa. Nimekupa kila kitu na nikakuinua zaidi katika kampeni zako za uchaguzi na hivi ndio unavyonilipa? Nisamee seneta, lakini mimi na mwanao hatupendani na kuahidi, nitakuharibu kijana, malengo yako na ndoto zako zote nitaharibu. Nitaharibu kila kitu mpaka mama yako akikuangalia atakusahau. Una ujasiri gani wa kunaibisha mimi na familia yangu? Nakwambia nitaharibu kila kitu ulicho nacho. Tunamwona mzee akisepa huko, amejaa sumu kinoma. Sasa kilichobaki kwa Shola ni kuombea ashinde uchaguzi ili achukue nafasi ya kuwa seneta mpya na siyo mzee wake. Veronika, mwanangu, umefanya nini? Utapoteza kila kitu kisa wewe mwanamke. Mama, nampenda sana. Tunafanyaje sasa kuhusu uchaguzi sasa hivi? Make tumetumia muda na hela nyingi, mwanangu. Sijui mama, lakini watu watachagua kile watakachoona sawa kwao, lakini naomba ni support mama yangu. Nipo pamoja na wewe mwanangu mpaka mwisho. Ninatamani sana kumwona huyo mwanamke aliyepindua ya maisha yako kiasi hichi. <laughs> Sio muda mama, utamuona na utampenda pia. Basi siku iliyofuata, mtaa wa makontao wanapiga promo kwa ajili ya mwamba katika uchaguzi, yaani ni kusambaza vipeperushi tu mtaa mzima. Baada ya uchaguzi, tunaona bodi nzima inayomsapoti shola kuwa seneta mpya, akisikiliza habari kupata matokeo ya uchaguzi, yaani tumbo joto, na mshindi wetu ni ribu, wakula, yani ni shangu tu. Mwamba anapita kwa kishindo na hiyo ndo ponapona pona yake kumkwepa Mzee Ambrose. <laughs> Basi hapo ndio mwisho wa picha letu kali kabisa kwa jina la Chemistry. Asante kwa kutazama. Shout out for the support mafamilia, kama ni mpya kwenye industry na bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe ili uweze kupata taarifa kila ninapopandisha video mpya. Pia like, share na comment kuisupport channel kukua. Thanks again for the support mafamilia. Hala, over and out mafamilia.